Nionyeshe marafiki zako nitakuonyesha maisha yako yatakavyokuwa. Nionyeshe marafiki zako nitakuonyesha marafiki, nitakuonyesha, nitakuonyesha maisha yako yatakavyokuwa. Roho ya Mtakatifu akuhudumia kwenye mafundisho haya, fundisho akafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai kwenye maisha. Haijalishi hali yako ya sasa ikoje iwe ni kiuchumi, iwe ni kiroho. Haijalishi hali yako ya sasa ikoje, haijalishi hali yako sasa ikoje. Hali yako ya baadaye, kwa sehemu, inategemea ni watu gani unaoambatana nao, ni watu gani ambao unashikamana nao, ni watu gani ambao ndio ndio washauri wakubwa kwenye maisha yako. Hata kama sasa ni maskini, hata kasa, hata kama sasa imani yako ni ndogo ikiwa wewe hali yako ya sasa ni maskini, lakini unaambatana na matajiri, unaambatana na watu ambao wamefanikiwa. Hata sasa imani yako, hata kama sasa imani yako ni ndogo, lakini unapoambatana na watu wenye imani kubwa, watu wenye imani kubwa, si muda mrefu na wewe utakuwa na imani kubwa kama ulionayo. Hata kama wewe hali yako ya kiuchumi sasa iko chini, lakini unaambatana na watu ambao hali ya uchumi iko juu Sio muda mrefu na wewe hali yako ya kiuchumi itainuka, itainuka, itainuka. Utaanza kufikiri kama wao, utaanza kuchambua mambo kama wao, utakuwa na mtazamo kama wao, na hivyo vile vitabia zile zilizowapelekea wao wawe wawe wawe, wawe, wawe na mafanikio hayo au wawe na kiwango hicho cha imani itamia kwako Utaanza kuwaza tofauti na wako. Utaanza kuwaza kama wao, utaanza kuchambua mambo kama wao, utaanza kuongea kama wao, utaanza kuwa na tabia kama zao. Na ndio maana maandiko yanasema kwamba enenda pamoja na wenye hekima na wewe utakuwa na hekima, lakini rafiki wa wampumba, mpumbavu ataumia. Lakini maandiko yanasema pia, chuma hunoa chuma, chuma hunoa chuma chuma unaochuma kwa marafiki zako. Nikiwajua marafiki zako, ninaweza kujua marafiki, ninaweza kujua maisha yako ya baadaye yatakuwaje kwa kuangalia tu marafiki ulionao. Kama marafiki ulionao wanafanya vizuri kwenye masomo yao, wanafanya vizuri kwenye biashara, wanafanya vizuri kwenye eneo lolote lile, ni rahisi na wewe ukaanza kufanya vizuri, kwa sababu ya aina ya watu unaoambatana nao. Nionyeshe rafiki zako nitakuonyesha maisha yako yatakavyokuwa. Kwa maisha yako yanatabirika, ninaweza nikatabiri maisha yako kwa kuangalia marafiki unaoambatana nao. Ninaweza kujua maisha yako baadaye yatakuwa maisha ya namna gani kwa kuangalia marafiki unaoambatana nao. Chuma hunoa chuma, enenda pamoja na hekima, na wewe utakuwa na hekima. Tabia za mtu yoyote alizonazo ali, ali, ali ni contagious, zinaweza kukupata wewe, ukiambatana na mtu mwenye tabia mwenye tabia fulani. Nionyeshe rafiki zako, nitakuonyesha maisha yako yatakavyokuwa. Unatamani maisha yako yawe, yafike, yaende wapi? Unatamani maisha yako yawe yaweje? Unatamani kuwa tajiri, ambatana na wege, na matajiri. Unatamani kufanya vizuri, wewe ni mwanafunzi, unatamani kufanya vizuri kwenye masomo yako, ambatana na watu wanaofanya vizuri kwenye masomo yako, kwenye masomo yao, ambatana na watu wenye bidii kwenye masomo yao, na wewe utaanza kufanya vizuri, na wewe utaanza kufanya vizuri. Unatamani kuwa tajiri, ukiambatana na maskini ambao wana hali kama ya kwako, wana hali kama ya kwako, utaendelea kubaki jinsi ulivyo, kwa sababu hakuna kitu kipya utakachokipata. Mtakuwa na mazungumzo yanayofanana, mtakuwa na mtazamo unaofanana, mtakuwa na namna ya kuchambua mambo na kuchambua mambo unaofanana. Lakini ukiambatana na watu ambao wako wana, wana hicho unachotamani, wana tabia unazozitamani utakuwa kama wao. Nionyeshe marafiki zako, nitakuonyesha maisha yako yatakavyokuwa. Inawezekana sasa wewe ni maskini, lakini kwa sababu unaambatana na, na matajiri, muda si mrefu na wewe utakuwa, utakuwa tajiri, na wewe utafanikiwa kiuchumi, na wewe utafanikiwa kwenye biashara, na wewe utafanikiwa kwenye masomo yako, kwa sababu ya aina ya watu unaoambatana nao na ndio maana mzazi yote yule ambaye yuko smart atakapoona mtoto wake anaambatana na mtu mwenye tabia, mwenye tabia ambazo sio nzuri, atamwambia mwanangu, usiambatane na huyu kwa sababu kuna uwezekano maisha yake ya baadaye yakaathiriwa na rafiki anayeambatana naye. Na kuna watu wengi ambao maisha yao yameathiriwa na marafiki wanaoambatana nao. Mpende kila mtu lakini usiambatane na kila mtu, usishibane na kila mtu. Chagua wa watu wako ambatana nao, chagua wa watu wako ambatana nao, kwa ambatana nao ndiko. Anasema jifanyaye marafiki wengi ni kwa sababu ya uangamivu wake mwenyewe, lakini yupo rafiki anaye anayeambatana na mtu zaidi ya ndugu. We makini na watu na ushikamana nao, maana maisha yako ya baadaye yanategemea ni watu gani, ni nani unayeambatana naye, Inategemea ni watu gani ambao unashikamana nao, inategemea ni wakina nani ambao ndio washauri wako, ndio watu ambao unaambatana nao, ndio watu ambao unatumia muda wako mwingi ukiwa pamoja nao. Tunaweza kutabiri maisha yako ya baadaye, jinsi atakavyokuwa kwa kuangalia marafiki ambao unaambatana nao, kwa kuangalia marafiki ambao unashirikiana nao. Roho Mtakatifu akuunganishe na marafiki sahihi katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu akutenge na marafiki wasiofaa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Roho Mtakatifu akuunganishe na marafiki ambao watakufanya uwe mzuri zaidi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ali hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Ukisubscribe, mafundisho yote ambayo nina posti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata. Lakini pia unaweza ukalike, unaweza ukacomment na kuwashirikisha wale unaopenda, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hali, amen.